Nyinyi mnafahamu huwa tunachimba visima, kisima kimoja kuchimba tu huwa kinafika mpaka milioni thelathini kwei, si kweli? Kabla hujaweka mabomba, hujaweka matenki, wala hujaweka mifereji ya kupeleka nini mradi. Kwa hiyo ukiweka wastani wa chini, wastani wa chini wa kisima kimoja haipungui milioni hamsini mpaka inaweza kufika bilioni mia moja kulingana na ukubwa wa nini wa mashamba sasa, sii tunaletewa mi, mi, visima mia moja na hamsini. Ukifanya hesabu ya haraka haraka tu mia moja hamsini mara milioni hamsini unapata bilioni karibia 7.5 akenda kwenye bilioni nane, kwa sababu fedha hizi zipo kwenye bajeti zilishawekwa kwenye bajeti. Ndio maana awamu ya kwanza tunaanza na miradi ya visima vingapi? 36 zopo ndani ya mkoa wetu wa Geita. Na sisi wanakanyara, tumekuwa wa kwanza, magari yetu yote yameletwa hapa, haya hapa kwa kuneletea mradi huu. Mradi ni mkubwa, fedha ambazo zinakuja hapa ni nyingi, na kwa kweli ametambua kwamba nachokifanya kinatokana na ukweli kwamba wana Geita ni wachapakazi, yani huhitaji kuambia mvua imenyesha uhitaji kuambia jamani, twendeni tukalime, twendeni tukachimbe, twendeni tukavue, twendeni tukafuge mifugo. Wao wanaujua wajibu huo, Mheshimiwa Mkuu Mkoa. Katika mwaka wa fedha 2025/26 Serikali inaendelea na utekelezaji wa kazi ya uchimbaji wa visima kwa kutumia mitambo inayomilikiwa na Serikali kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji katika mashamba ya wakulima wadogo kama unavyoona hapa mkoa wa Geita kwa awamu ya kwanza e, mapendekezo kumekuwa idadi ya visima 36 katika vijiji 32 na eneo ambalo litaenda kuhudumiwa lina ukubwa wa hekari 1440, ambapo sasa wakulima zaidi ya 747 wataenda kunufaika na huu mradi uajo visima. Aidha, utekelezaji wa awamu ya kwanza kaanza na visima 30 ambavyo tayari kuisha vimefanyiwa uhakiki, visima vingine wiki. uhakiki. Endelea Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, shughuli hii inatekelezwa na tunatoeka umwagiliaji kwa kushirikiana na halmashauri husika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi zifuatazo zinafanyika katika awamu, ikiwa ni pamoja na utafiti, utafiti na upimaji wa maeneo ya uchimbaji wa visima i lazima tuanze a uta utafiti kwanza wa uwepo wa maji ndiyo tuna seti mtambo kwa ajili ya kwanza kuchimba hiyo ni kazi ya kwanza, lakini pia tunaenda kuchimba kisima chenye urefu so zidi mita mia mbili na hamsini. Sambamba na hilo pia tunaenda kuweka mabomba yenye kipenyo cha inchi sita hadi nane kulingana na upatikanaji wa maji e, pia tunaenda kuf, kufunga mfumo mkuu wa upelekaji maji shambani ikiwemo pampu za kusukuma maji, ujenzi wa kitako cha kuwekea tanki e, uvunaji na uwekaji wa tanki la maji lenye uwezo wa kuhifadhi maji lita elfu kumi na bomba la inchi tatu kwa urefu kwa urefu izo zidi mita 30 za kufudisha maji shambani. Pamoja na kwamba tumeletewa kisima, nitakuwa nalima mbogamboga mbogamboga, nyanya. Changamoto yetu tunaona hata ninyi hali, lakini kama maji yameshapatikana ya ya, tutaboresha vizuri tu. Kwa mfano sasa, nimelima mahindi yamenyauka kwa sababu ya, ya, ya, ya nini ya, ya juu kwa sababu mradi huu umekuja, inakuwa ni vyema. Ningemwagilia, kungekuwa na umwagiliaji, ningemwagilia mpaka sasa. Nashukuru sana, tutaendelea kulima viazi, tunamwagilia kwa mfano mpunga, mboga za majani, nyanya, vitunguu, pia pamoja. Tunashukuru sana kwa mpango huu.